Ah, kile kijacho ni vibe mwanangu. Ah, uh, vibe yani. Uliandaa kwa muda gani kabla ya siku ile? Ah, mimi sikujiandaa kwa kusema eti kwanza kusema kujiandaa labda kucheza kuli. Mm. Sasa kucheza mimi kila siku nacheza. Mm. Yani napenda muziki, hata kuna shughuli za mashikaji nachia kuenda. Mm. Ukiangalia video zangu, ukifuatilia jambo langu, ah, mimi najua kabisa ni mtu wa vibe. Mm. Hey. Eh. Kuna mtu kama niko nakuona pale dada flani nakupa wine, kama unaichukua kama unaikataa. Eh, zao zaitwa swaga yani, unaingia unatoka yani, unamteketeya na nyimbo yeye ina vibe. Yeah. Yes bwana, mambo vipi, na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Nikwambie kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wa wapo karibu na mitandao ya kijamii, nikisema mitandao ya kijamii, namaanisha mtandao kama Instagram Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Bila shaka tutakuwa tumekutana na moja kati harusi, ya harusi ambayo imezua gumzo sana kunako mitandao hiyo ya kijamii. Moja kati ya harusi ambazo ukitazama video zake kuna mwamba mmoja hivi mwamba namzuka kweli kweli, huku biharusi akionekana kama ni mtu ambaye hana furaha fulani hivi. Tumemtafuta ndugu yetu tuweze kuzungumza naye atuambie kipi ambacho kilijili kwenye ndoa yake, lakini kubwa zaidi kipi ambacho aliweza kutumia. Maana komenti zimekuwa nyingi, watu wanasema kwamba kwa nini mmempa babu harusi kisungula? Wengine wanasema kwa nini memwacha aanze kulewa kabla ya ndoa. Kama kawaida Nyundo TV ndio moja kati ya watu wa mwanzoni kabisa kuweza kuvumbua jambo, alafu wengine wanafuata. Nazungumza naye tuambie vile ambavyo eh, aliweza kuyapitia kwenye ndoa yake. Sio peke yake, nipo na mhusika lakini nipo na MC mwenyewe eh, master of ceremony. Moja kati ya watu ambao wanafanya kazi nzuri sana na ndiye mtu pekee ambaye amemfumbua Ame, ame, ame, mfumbua, sio, nisema, ame mfumbua, Amemchi, yani amemleta kwenye mtandao wa kijamii sana, watu wakamfahamu. Sawa, amemleta kwenye mtandao wa kijamii mpaka watu wamemfahamu. Nazungumza na MC atuambie kwake, ilikuwa ni surprise design gani? Kuna mtu wa design ile, wenzetu mzee, inakuaje? Poa poa, mambo naenda, iko bia sana sawa. So ni maana kwenye comment jina ambalo una trend sana ni nyeri nyari, naitwa papa nyari tajiri. Kumbe kumbe umenoga kawaida. He. <laughs> Eh, sasa mimi napenda sana hivi tu. <laughs> Nafurahi kupata, imekuwa ni siku mbili ambazo tumevutana vutana, e, natamani ni ni na nifahamu kutoka kwako, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na comment ambazo watu wamecomment. Kama unavyofahamu, uandishi ni daraja, tunaunganisha kati ya wewe na wale watu ambao wanakupenda ama wamekupenda. Ni ile nyari ambayo umesema naj jina, jina langu na jina nyari ni jina la superstar a, mimi ni superstar ambaye superstar. Eh, hatuvumi lakini tumo. Nyari ni jina kubwa, yani yani, sio nyari. Naitwa papa nyari. Ukita nyari tu bado ujalitendea k naitwa papa nyari pa E, tajiri. E, tajiri najulikana sana nchi za wenzetu. Hapa Tanzania wachache sana wananijua, lakini kwa nchi za wenzetu wengi sana wananijua mm. Kwa sababu mimi ni mtu wa kuzunguka hapa na pale. Pesa ipo kweli? Ah, pesa mzigo upo. Eh? Ah, ndio maana mpaka nimeamua kushona suti ya karibia milioni tatu. Ulivaa suti design kama mbili tatu nimeziona. Eh, nilivaa suti design mbili, nikataka nivae ya tatu kidogo akaniambia bwana muundo umeenda. Ni ni Mr. Paul. Eh. POP. Hatari. Bwana, naomba nianze na swali la kwanza. Eh. Watu wanajiuliza kwamba ili siku likunywa kinywaji gani? Namba nianzie hapa. I say mimi kwa kapombe kidogo situmii. Ah, situmii kapombe kabisa. Hata kama ukikutana na na ule mshenga wangu wale huko wanazunguka wote, kapombe mimi situmii, mimi situmii. Ah, <laughs> oh, ni mtu wa vibe tu <laughs> ah, Na mimi naongea mm, nakwambia mm, kapombe situmii Namba namba namba tuiache hii. Namba naongea mara moja na MC afu na kurudia. Ndugu yangu MC kijana niambie. Mambo vipi tajiri? Mambo nani? Asante na mshukuru Mungu naendelea vizuri. By the way, ongea kwa kufanya kazi nzuri umesababisha mpaka nyari tunamfahamu muda huu. Furaha yako ni ipi kuona kwamba moja kati ya shughuli, moja kati ya harusi ambazo umezihudumu kama sio kuzifanya imezaa matunda design hii. Ah, Mike pia kwanza namshukuru nyari mwenyewe. Nyari mwenyewe namshukuru vibaya mimi. Baba, baba Ikabelo unamwona kweli? Mbona kama video hivyo anaonekana eh? za kawaida za siku nyingine tunazofanya lakini mwisho wa namwambia mm, nyari, walau basi tukutane, tufanye walau Tufanye meeting kidogo na mke wako pia tuzungumze, tutafanyaje harusi yetu. Bwana harusi aliniambia hakuna shaka wala sihitaji chochote. Nimejiandaa vizuri, harusi ni ya kwangu, na ninahakika kwamba nitatamba. Nitatamba na nitahakisha kwamba harusi inanitambulisha paka nje. Kwa sababu ndio tukio langu kubwa. Kwa mimi kipekee namshukuru sana. Amefanya mambo makubwa, jamii imefahamu na dunia inamfahamu kwamba huyu ni papa nyari. Kipekee imeniongezea pia soko watu wamenifahamu zaidi, pia watu wamemfahamu pia bwana harusi wangu, pia wana, wanauliza pia bwana harusi watampata wapi, wameniona vizuri, nimeshona wapi, mm. that's why nimekuja kutuhojilea. Sawa, nina mengi natamani nifahamu, ama nikuulize kuhusu na Nyali. Kwanza naomba nifahamu kazi yako, eh, umekuwa ni moja kati ya ma MC ambazo ambao, muda huu umepanda bei, nafahamu hivyo, comment zimekuwa ni nyingi, watu wanatamani wampate MC kijana. Gharama zipoje kwa hiki ambacho kimetokea kuanzia kumfufua Nyari? Yaani inawezekana kwamba kufanya kazi na mtu yote lakini biashara m ni biashara huria, lakini tutazungumza. Ndio maana nakwambia hii ni makubaliano baina ya watu wawili mkikubaliana mtafanya kazi lakini, siwezi kusema kwamba kwamba tafanya milioni saba, milioni sita. Hapana mm, tutazungumza, tutakubaliana. Mtu ambaye kwa mara ya kwanza anakuona kupitia video yetu ya YouTube channel ya Nyundo TV, anaweza kumpataje MC Kijana? Hata nifuatilie Instagram, MC Kijana TZ; TikTok, MC Kijana TZ. Karibu sana, tufanye kazi pamoja. Namba ya simu 0744824290, 0744824290. Karibu sana, tufanye kazi pamoja. Ulifanya shuhuri ya yanyari ya, na, na zamani nifahamu. Nimemuuliza, amesema yeye atumii kilevi. Wewe ni moja kati ya watu ambao ulikuwa naye kwa karibu pale ukumbini, hujamwona anaokea chochote? Mimi kwa kweli nilikuwa nampatia maji na kwenye glasi nili, nilimwekea Bavaria ambayo si aina alcohol, that's why mlimwona akichukua glasi mezani, lakini haikuwa na alcohol. Kwa hiyo huyu atumii pombe kwa kweli, unamtetea hivi? Ah, no ana vibe, ana vibe automatically naye juana naye gumla gani? Mbali na kujuana naye, huyu ni kijana wangu, pia huyu ni ndugu yangu, why kuna mali nitumia mamlaka pia nikamwambia ah, mi, mimi ni baba yako ah. <laughs> kwa hiyo mi mimi ni familia kabisa. Kwa hiyo tunafamiana muda mrefu, lakini kwenye kazi, mambo ya familia tunaweka pembeni, tunazungumzia kwenye kazi. That's why tulifanya kitu kilicho bora, na jamii wamekipokea, na comment mkutana nazo. Lakini ah, watu wanasema, watu wanaongea na na interview sio chini ya tano. Mpaka sasa watu, watu wananipigia simu, natamani kukutana naye. Lakini basi, umepata bahati wa kwanza kukutana naye. Asante sana, Mungu akulinde. Situation ya mkeo ilikuwa, unaionaje? Mimi nikitazama, naona kama sura fulani hivi ambayo ajawa entertain sana kwa kile ambacho mumeo amekifanya. Yasa ni kuambia mke wake pia alikuwa na vibe sema labda mkumfuatilia. Kwa sababu mi, okay, bless, nae, mkirake, ambia, mimi kabla sijakutana naye, mke wake aliniambia mimi nimejiandaa vizuri sana. Na hata wakati anaenda kubadilisha second interest ili ili ili aweze kuingia tena kumbini. Aliniambia mimi nitacheza vizuri mno. Na nilicheza vizuri, alikuwa na happy. Alifurahi. Amini kwamba alifurahi. <laughs> Hakuwa hakuwa bored, hakuwa bored. Hata kuingia kucheza pale mbele alikuwa yuko happy. That's that's why hata bwana wake na alikuwa anaenjoy. Bwana harusi, sawa, ngoja ngoja nizungumze naye. Nyali nyali nyali, kuna kijasho kilikuwa kinakutoka pale. Kile kijasho cha nini? Unaomba, niambia utumie chochote? Ah, kile kijasho ni vibe mwanangu. Ah, vibe. Yani ulijiandaa kwa muda gani kabla ya siku ile? Ah, mimi sikujiandaa kwa kusema eti, kwanza kusema kujiandaa labda kucheza, kwa sababu kucheza mimi kila siku nacheza Hmm. Yaani napenda mziki hata kuna shughuli za washikaji h kuenda, hmm. Ukiangalia video zangu, ukifuatilia jambo langu, ah mtu anajua kabisa ni mtu wa vibe. Eh. Hey. Kuna mtu kama nikuona kuona pale dada fulani nakupa wine, kama unaichukua, kama unaikataa. Eh, hey, sasa hizo zinaitwa swaga yani. Hey. Unaingia unatoka yani. Yaani unamcheketi <laughs> ana nyimbo yenyewe ina vibe. Hey. Nyimbo yenyewe na mumkatae. Ding ding ding Santorinto. Ah, no. <laughs>

kuambia mume wangu wacha, kuna wakwe hapa, sie mmoja wako na anajua kabisa, bana huyu tumemkabidhi mtu tumkabidhi mtu muhimu, kwa wana wasiwasi na mimi wakwe zangu. Kama ulipania sana harusi yako ilikuwaje? Hapana, yani harusi yangu sikuipania sana ila ile harusi nilitaka nili, nili, nili yani ni sana, ni enjoy, yani enjoy, ni yani niweke burudani, yani fry, yani, yani, yani roho yangu imeridhika. Yani alafu ukikaa hivi ukiangalia washikaji zako wote unawaona, ukikaa hivi, yani lazima uwe na vibe. Sasa so, usipokuwa na vibe wewe, nani atakuwa na vibe hapo? ndio mwenye shughuli, hata mimi ndio mwenye shughuli. Shughuli ni watu, eh. Sasa watu hapo, wewe mwenye shughuli una vibe, itakuwaje? Watu wanaanza kujiuliza, huyu nyari ni ni, ni, ni mwenyeji wa mkoa gani? wala utuwape hiki kitu <laughs> hii o Yeah. Shughuli zetu za kila siku, mimi ni tunasema professional director. Oeni, eh, mtu mkubwa kidogo. Au <laughs> <laughs> director. Kama au tuseme director tu au eh, tuseme yani mimi ni kama agent. Yaani ukiacha yani ukiacha na professional, okay ni professional ni agent hmm, wa nchi mbili wa nchi karibia tatu Malawi, Congo na Zambia. Yaani wanavyotuma hela zao zote wanakuja kuzikuta hapa. Ndio maana wakaamua kuniita papa nyari. Na ulivyo kwamba hela zinakuwa zipo kamili, wanazikuta kamili. Mzigo upo, mzigo upo. Hata ukituma milioni mia, hata mia tano, mzigo upo. Yaani mzigo upo tu muda wote, hamna wasiwasi. Natamani nifahamu mara baada ya pilika pilika zote za pale ukumbini. Umerudi nyumbani sasa. Mkeo alikwambiaje? Ah, mke wangu kwanza alinishukuru sana alinishukuru sana, akasema mume wangu, ulichokifanya sikutegemea. Umefanya shughuli ikawa ni shughuli aza na kugongana na ile mashoga zake, wanavompa ile vaibu. Alienjoy sana kama linona kununa pale pale, alikuwa na vaibu, kuna muda kujua ulikuwa unamchezesha lakini vile kama unampeleka fulani hivi, naona kama yule si kibonge, yule ni kibonge. Kwa hiyo kuna muda afika akawa amechoka eh, kwa hiyo lakini yeye alikuwa na vibe la kutosha kabisa. Kuna video moja nilikuwa nimechukua hapa, ngasema ngoja nichukue nimeoneshe, nyali yeah. mbona hapa sasa yeye kuna vibe afu wa? Shemeji mbona kama kapoa fulani, shida nini? Ndio nitafute hapa eh. yeah. Angalia hapo. yeah. mambo yalikuwa yeah. mazuri, mambo mazuri la ukiacha ukiacha kuwa kua kuacha kuwa shule imekaa vizuri, na nini na uvaji nao, hapa sawa, wewe umefurahi, lakini shemeji kama kanuna hivi. Ah, alikuwa anatafuta sasa. Huyu nampatia wapi staili yake? Staili tofauti hizi, umejifunza hapo hapa. Staili hatari sana, hizo staili hatari, alafu kitu kinachonipa vibe tena ya kufanya niwe nacheza vizuri. Eh, suti ilivokaa mwilini eh. Kwa hiyo navyolizungusha lile koti na bodi nayo inazunguka eh. Eh, yani uvaji tu, yani ile suti ilivokaa kwenye mwili unajua, yani nilipotengeneza suti eh. Ah, ni watu wachache sana matajiri wengi hawawezi kufika hapa. Yani ule katengeneza. La la la la la la. Ah, ana bala. Ni daktari huyo. POP eh. Tumemwita king Ah, hmm, alikuwepo kumbini, alikuwepo, alikuwepo, alikuwepo na ndio alinivalisha, akanambia hebu ingia na kwanza, sasa hivi badilisha hii, ingia na hii hapa. Yeah. Ndio pale kubadilisha nguo ya kwanza, nikaja na ya pili. Na uliona hapo ni suti mbili yani. Eh, suti ya tatu. Ah, kidogo, akaniambia bana muda umeisha, MC wangu akaniambia bana zimekuwa nyingi mno. Eh, sasa hiyo staili kichwani watu wanasema kiduku inakuwaje? Hii ni utambulisho wangu. Hey, hii ni utambulisho wangu kwenye kazi zangu zote, hata hmm. mabosi wangu wanapotoka nje kuja anaulizia tu, bwana namtafuta papanya ari. Akishindwa, kwa nini kumuelewa kwa mimi, anamwambia namtafuta yule mwenye mwenye kiduko. Kwa hiyo muda wote anafika ofisini. Kwa hiyo ni utambulisho wa visi. Kwa hiyo hii ni stori yako ya kila siku? Ni stori yangu ya kila siku na miaka 18. Ah. Eh. Hadi ukweni nimeenda hivi hivi na ndo maji mpaka kwenye harusi, ukiona hata nipo kanisani na nimefunga nacho hivi hivi wakamb chochotewako hawezi kuambia chochote kwa sababu si, anajua ni mtu ambaye unajua, kwa ukiacha komidi zangu na akili zangu zivokwepo, unajua watu wengi wanajua mi na akili mbovu mm. kwahiyo ukiachana hivyo vipengele vyote lakini <laughs> <laughs> bado unaangalia ni baba wa familia na watoto hawa na watoto wawili eh. Na watu ambao waake eh. Sasa mimi ninachosema tu bana nashukuru sana kwa watu ambao walionipa sapoti. Nashukuru na, na, na, na alionivalisha naye pia. Yaani tutazungumza naye, tutazungumza nae, eh, eh, labda mzungumze naye alionivalisha pia eh. namshukuru MC wangu eh. <laughs> MC kijana eh. alinipa vibe eh. kwa maana kuna muda ambao kuna muda ambao kama ile nipo nipo, nipo wapi? nipo juu pale eh ile stedi ya juu ile, kama uliona ile nikiwa nacheza mwenyewe pale <laughs> sasa ile alinipa vaibu na vaibu likawa linapanda, yaani kila alivyotamka maneno yake mzuko unapanda. MC kijana anajua, anajua, anajua, anajua Ano, mimi nashukuru kwa wewe. Naomba nizungumze machache na MC kijana, alafu ni, ni, nimalize na huyo daktari anamsifia wewe aliyekuvalisha. Ah, daktari anajua. Alafu ukiacha hivyo tena. Leo nimefika ofisini kwake endo kaniita, kaniambia nimepewa suti moja free, kaunda suti free. Na na nani na kaunda suti ya waifu. Kwa hiyo nimepewa suti tatu free. Zenye gharama shingapi zote hizo? Zote, ukipigia sabo chapchapu gharama ni kama milioni 2 na laki tano.

Kwa hiyo mi nawakaribisha sana watu ambao wanatamani pia kufanya naye matangazo, nawakaribisha sana, tufanye kazi pamoja, yuko ni ambasada moja mzuri sana. Maliza kitu ambacho ungetamani ni, ku, ni, ni, ni, ni kuambie, au litamani nikuuliza, lakini sijakuuliza, zungumza chochote sasa. Mi nitamani kwa wale wote ambao wanatamani pia kufanya naye interview au kufanya naye matangazo kwenye biashara zao wasichoke kutupigia simu. Watanipigia simu watakutafuta, tutampata Papa Nyari, tutafanya pamoja matangazo bwana. Ni exclusive interview na ndugu zangu hapa, yupo na Papa Nyari sambamba na MC kijana, mmoja kati ya vijana e, ambao anatumia zao. Mungu amewabariki kwa ajili ya kuweza kupata riziki za kila siku. Kama ni miongoni mwa watu natamani ufanye kazi na MC kijana, unaweza kumtafuta, kuna kompyuta yake kijamii Instagram, Facebook, Twitter, majina hayo hayo MC kijana. Ukishindwa kabisa unaweza kunitafuta kundata, hata mimi Nyundo TV bwana. Mimi na shida MC kijana nitaweza kukupa namba zake, ama naweza kukutanisha naye. Lakini kubwa zaidi, ndugu yetu hapa, baba Nyali, inasemekana kwamba ni balozi mkubwa. Kwa hiyo, ambaye ungetamani kufanya naye jambo lolote, tangaza lolote, nafasi ni kwako. Nenda mtafute MC kijana, mwambie nataka nifanye kazi na na papa nyari. Unaweza ukampata. Ukishindwa kabisa, endelea kunitafuta mimi, Nyundo TV, nitakuunganisha na hawa wote wawili. Mimi nikwambie kwa haya ambayo tumeyazungumza, usisahau kuacha comment yako kwa, kwa chini hapo, lakini kubwa zaidi tuambie vile ambavyo Papa Nyari amekukosha kunako shughuli ile, msafara wa mamba na kenge wakosi. Kama kuna namna yote ambayo amekukwaza pia, tuambie kwenye comment hapo, bwana, mimi ulivyofanya vile sijapenda. Atatafuta muda wake, atakuja kusoma hizi comment kama kuna kitu ambacho anaweza kubadilika kupitia comment zako, tokumtisha zaidi. Kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu hii ya Nyundo TV, usisahau subscribe. Thanks for watching, bye.